Lumakanda Kakamega. Maswali kuhusu kifo chake yakijitokeza, viongozi mbalimbali wakimsifia na pia wakitaka uchunguzi wa kina kufanyika. Aidha, siasa za muungano wa jamii ya Mulembe zimesheheni, viongozi wa Mulembe walioko serikalini wakisutwa kwa kukosa kuangazia maslahi ya Mulembe, japo walio serikalini wakisisitiza kwamba wataunganisha jamii hiyo na kuunga mkono serikali ya Rais William Ruto. Babu huyu Jirongo hajakufa tu kifo cha kawaida. Ukisikia mambo ya haniri amesema hapa, Jirongo aliuawa, na hiyo ndio ukweli ya mambo. Huo ndio ukweli wa mambo, huyu Jirongo aliuawa. Na hii maswali yote tumeuliza tangu Cyrus Jirongo afe, eti mtu wako kwa hii matanga amekuja akifikiria atatuambia eti Jirongo alipoteza maisha yake kwa ajili ya accident. If you are that kind of man, you are not normal. Jirongo amewawa. Jirongo was personal to me as a friend. Tumesaidiana, tumefanya kazi pamoja, and I can tell you Jirongo was a man who valued friends, who respected friends na alikuwa na time kwa kila rafiki yake awe wa kiwango gani. Tumepoteza shujaa wetu, tumepoteza mutu ambaye alitaka wengi wetu tuungane, sio kwa kusungumuza tu, but he acted positively and actively to ensure that this nation of Mulembe unites. How can msalia from nowhere Say, sisi tunaunga mkono Musalia, mlikuwa wapi na Waluya wakikwambia, hiyo hii jamii ya Mulembe tunataka kukua kwa debe ya urais? Na kwa sababu nyinyi mmesema mnangoja 2032 sisi ambao tuko na mayuba kidogo tukiamua 2027 nataka kuingia, tafadhali mtuunge mkono. Cyrus alijua maana ya demokrasia maana ya kuheshimu

Na kama sisi pia twataka kumheshimu, wacha pia tu respect space hiyo.